Naam, nimesikia hizi sauti za Mwalimu Jaafar, mwalimu wetu mpendwa, Allah muhifadhi, akiharamisha kuwatolea wanawake mawaidha. Allah mjaze kheri. Nimetamani ningempata inbox mwalimu tukazungumza, lakini tukafanya bahthi ya masala mimi pamoja naye, nikampa hizi dalili ambazo niko nazo mezani lakini kwa sababu umeshaniuliza nazani, kama audio imezagaa sana, niwahi kuiona kwenye magrup fulani, kaleta gumzo. Sawa, acha basi tutoe hizi dalili, huenda mwalimu zikamfikia akatazama tena masala vizuri, kwa sababu tunamkubali imani yake na uchamungu wake, sio mkaidi wala mkorofi kama baadhi ya watu wengine, tunawajua wakishashikilia mambo hawa

hata tukiwafungulia mlango wa mbinguni ukapanda nao mbinguni wakaja mbinguni, tukaambia naam, haya, nakwambia ni kweli, wakamsikia Allah live bila chenga. Wengine wangesema hivi laqalu innama sukkirat absaruna la ina kan, tumekuwa tum, tumelewa, au tumekuwa tumerogwa, au ni uchawi, ni mchawi. Ni kweli, wataendelea na kataa. Sasa kuna watu wako hivyo Sema useme upasuke, wataendelea vile vile. Na hii ni alama ya ucha Mungu mdogo. Lakini Mwalim Jaafar sabartuhu, nimemsha muhesabia masaa ilfulani, nikakutana ni mtu haiko hivyo. Ingawa kuna baadhi ya wenzangu wamenijadili kwa hilo, lakini nikagundua labda hawamjui Mwalim Jaafar kama kisinavomjua mimi. Nimesikia sauti yake mwalimu mwali mw anatoa hoja kadhaa, mambo ya midhakara, mtume akufanya midhakara, a kutolea wanawake mawaidha, na akatoa hoja zingine sazikumbuka, ala kulli hali uh... Kwanza, hoja ya kwanza kwamba ni haswa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijawahi kusikia ilo jambo, sijawahi kusikia mtu yoyote alimu yoyote anasema kwamba kuwatolea, mwanaume kuwatolea mawaiza wanawake ni haswa kwa Mtume, wanaume wengine haijuzu. Akashindikiza hoja, kasema wakina Abubakar kua hafanyi, wakina Umar hafanyi, ni baada ya Mtume hakuna wengine walikuwa wanafanya. Sijawahi kumsikia alim, na elimu ni bahari. Kama mwalimu wetu ameshamsikia, inshallah atakusaidia huyo alim aliyesema. Mimi nishasikia sikia tu watu walioleo tu, nawai kumsikia mtu mwingine wa Kenya anasema hivyo hivyo, anakazia kwamba haijuzu mwanaume kuwatolea wanawake mawaidha bila pazia. Hiyo yote hamna dalili yoyote kwa kujuzu na juzu. Eh, na wana wa elimu wanasema iyaka an taqula fi almas'alati laysa laka imamin qawl imam Ahmad. Mepigwa support ulama waliipasisha, ulama wanaikubali aifai ulete qawl, huna alim hata umoja likutanguliza, alikutangulia. Kwa hiyo kusema kwamba ni khassa kwa mtume kuwatolea wanawake mawaidha, wengine haijuzu, hii kauli inaomba nani, ameisema hivyo nani ameisema hiyo kauli haijuzu Yu, mpaka mtu upate hali. Ndio maana mtakutana na sisi kujibu maswali mara nyingi tukileta dalili ya Quran na Sunna tunashindikiza alim alimtangulia fulani, shekhe fulani, imamu fulani alimtanguliza. Eh, hakuna mtu alimtangulia akamzungumza ni, ni, ni wazi kabisa kama amefahamu dalili alizozitoa vibaya, kama hiyo ya kusema kama mtume alikuwa anamtuma Aisha tu. Hiyo e, atakuwa e, sijui mimi wapi penye kikao cha wanawake, mtume hakwenda yeye akamtuma Aisha? Mimi sijui e. Bali mimi niko na dalili ya kikao cha wanawake mtume swalla Allah alayhi wasallam alipata udhuru hakwenda akamtuma Umar e, katika jilbab almar'a

Umar akawatolea salamu akasimama kwenye mlango akatolea salamu akamwitika salamu akamwambia maneno ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemuagiza, kwa hiyo, uh, sio kweli kama mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya lile jambo peke yake, bali ndio alifanya ulama na maswahaba ndio wanafanya. Kwanza, msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni msikiti hauna pazia, wanaume mbele wanawake nyuma, mtume akitoa mawaidha sallallahu alaihi wasallam wanaume wanafuata wanafuata wanaume wakiwa wana wana na maswali wana, waki wanauliza wana wana na wanawake wana, kwa sababu unajua wanawake wakishaika hivyo na wanaume, hapakosi fitna, ndio, maana, uwela, uh, tumesha sikia habari kwamba, hata haya uh, mawaiza ya wanawake na wanaume kuna fitna zinatokea, uh, wanatongozana shask habari kama wanatongozana ni jambo tu la kuweka mipaka ya kisheria , lakini sio kusema ijuzu, ah, ah, ni haramu msende kwenye midhakara. Ni kuweka tu mipaka ya kisheria mathalan, eh, huyu mtu wa mawaidha ambaye mnamjua ni muhuni Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye msikiti wake Mtume pale natokea fitna kama hizo, kuna wanawake wazuri wazuri walikuwa wanakuja wanakodolewa macho. Mtume akasema kuanzia leo msikiti wangu naweka pazia, kuanzia leo wanawake msirudi kuja tena msikitini. Ah, ah, sikiza hizi hadithi, hii hadithi pia eh, ni hadithi sahih. Hadithi sahih. Ukitafuta kwenye vitabu vya as-sunan kama vitabu vya sunan

Rawi naye si mwingine bin Abbas, anasema, mpaka bin Abbas akaongeza neno lake, anasema la wallah ma raitu mithlaha qat, sijawahi kumuona mwanamke mzuri kama yeye. Yani bin Abbas amemuona, na hapo tunapata faida ya ya watu wajue, kuna masuala ambayo watu wajua, hata mimi kwa si ajui zamani, kwamba kumtazama mwanamke hujuzu. Kumtazama mwanamke kwa matamanifu ndio hujuzu, lakini kama unamtizama unamwongelesha kitu na yanakuongelesha kitu cha muhimu, inajuzu zile aya wana uh, zile aya uh, -ya, ya uh, sma kul lilmuminina yaghudu min absari, wambia wanawaume watizamisha chini. Ni pale penye ukihisi umwanamke umempenda, ile hadithi Mtume ali radhiyallahu anhu uh, jicho limoja tu, yale jicho limoja la kutozingatia kusudia kama

na kuna wengine wakawa wanajichelewesha wenyewe kumpiga chabu. fa idha raka'a nadhara min tahti ibtihi. Sikiliza, penye fitna wafikisha maswahaba. Kuna baadhi ya watu walikuwa wakifikia huru kuwa wanampiga chabu kwenye, wanampiga chabu ya kimya kimya, katikati ya mikono, kwenye kwapa, kwenye eh, kwenye kwapa. wajafa yadai anafikana, mtu akienda kwenye ruku anapanua mikono yake, anapiga anapiga nyuma nyuma anakula kwa macho fanza Allah ta'ala ala gashusha akawakataza kwenye Qur'an, wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustakhirin, tunawajua wanakuja haraka haraka, maana yake wanakuja kusali mbele mbele, kwa yani ucha Mungu ndio unapeleka mbele, tayko kufitinika. Lakini kuna wengine tunawajua wanakuja kusali nyuma nyuma, kujichelewesha, tunawajua habari zao, unasikia fitina imepatikana kwenye msikiti wa Mtume sasa. Lakini Mtume amewaambia wanawake, msirudi kuja tena msikitini, inaleta fitna wanawake. Eh, kwanzia leo tafutini mapazia ma, ma, sijawahi kuona mtu anasema hata baadhi, eh, wa hata baadhi ya ulama leo wamekazia wakamlazimisha mwanamke kuvaa niqab na sio lazima, hata wao katika masuala ni tazama kauli zao, sijamwona hata mmoja anasema kwamba ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatolea mawaidha wanawake, bali walisema kwamba inajuzu kuwatolea lakini eh, pawe yani, manake eh, pawe pasitokee fitna, ndo eh, kuna mtu fulani tunamjua gesi anasemekana vibaya kwenye jamii eh, kama au, ana analobuni wake za watu au ni mzinifu au ni muhuni anasaku ata ni daa mtoaji wa mawaidha tunamjua, lakini tunamwachia enda kuwatolea wanawake mawaidha hilo ndilo liziwiliwe mwalimu wangu mwalimu wangu hilo ndilo liziwiliwe, lakini tusisemi vitu vipya kwenye dini. Na ndio maana ule ambao waliendelea wakiandika vitabu na eh, milango ya kuonyesha inajuzu kuwatolea wanawake mawaidha. Imamu Bukhari anaandika kwenye kitabu chake Sahihi Bukhari, babu idhatul imami nisaa wa taalimihin, mlango wa kuwatolea, mlango wa imamu kuwatolea wanawake mawaiza na kuwasomesha Dokise anasema ee, imam nawawi anasema fi istihbab wa'dh an-nisa wa tadhkirihinna al-akhirah wa ahkam al-islam wa hathihina ala as-sadaqa. Katika huyu mlango nayi hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyoleta Imam al-Bukhari pako pendekezo la kuwatolea mawaidha wanawake.

Kupendekeza kwa kuwatolea wanawake mawaiza na kuwakumbusha eh, habari za baadaye na kuwafundisha dini yao. Akaendelea akisema neno mazuri mazuri, na bin Hajar akazungumza kama dalili ya kuwatolea wanawake mawaiza eh, kwahiyo ni jambo ambalo limeendelea kwa kweli, kwa sababu hata msikiti wa Mtume saa salam baada vile vile. Wa si uh, Mtume kufa umeendelea vile vile, Abubakar, mawaidha wanawake wako humo. Hadithi Mtume alienda kuwatolea wanawake mawaidha, na si peke yake, ameenda na wengine akawahamasisha kutoa sadaka, sababu nimesikia Mwalimu Jaafar anasema Eh, wanaenda kwa wanawake kwa sababu pako pako pesa hawa wanawake wanatoa pesa wapi? Wewe sisi wanaume hatuna. Na wanawake roho zao ni nyepesi kutoa pesa, wanaume ni ngumu kutoa pesa, maana wanaume wanazitafuta hizo pesa kwa sababu ya kuwapa wanawake. Kwa hiyo wanawake wenyewe wakishazipata ndio wanazo, ndio wanazitoa sasa. Na ndio maana katika hii hadithi hutasikia kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahamasisha wanaume kutoa sadaka, lakini alipofika kwa wanawake akawahamasisha

Wabilalun yahudhu fi tarafi thaubihi, mpaka wanawake kwa imani yao anavua maereni anarusha, anavua pete anarusha kwenye nguo ya Bilali, Bilali anakusanya. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia, Bilali akiingia peke yake, na kwenye hadithi nyingine alikuwa na Jabir na kwenye hadithi nyingine alikuwa na bin Abbas, na sio mara moja Mtume kuingia kwa wanawake na wanaume wengine na hivyo oisi ilivyoendelea hata baada ya mtume swalla alayhi wasallam. Imamu Dhahabi anataja kwenye Siar Alam an-Nubala, eh, alipokuwa anataja tarjuma Muhammad bin Ishaq, mmoja katika watu wa sira, walipomtuhumu kwamba vipi atachukua kwa mke wa mtu. Yani alikuwa na magomvi na mme wa mwanamke mmoja wa kitabiin, mme wake alikuwa na magomvi. Sasa unajua ukigombana na mtu anakutafutia sababu, akawa na mtuhumu Shekhe mzuri kama huyu Muhammad bin Ishaq, kama ni muhuni ataenda kusikia kwa mke wake ae bila ruhusa yake? Ndo kwa sababu au wake, inajuzu kuchukua elimu kwa mwanamke mfunga

Maajawaz an yakuna dakhala alayha mpaka mwisho. Maneno marefu siahitaji. Kwa kifupi, anataka kusema kwamba imithibiti wanaume wengi wa kitabu kuchukua kwa kwa maswahabiati wa kike, pia maswahabiati wa kike kuchukua kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa ulama wa kiume ni jambo linajulikana. Wakati wa Imamu Shafii, kina Thauri walikuwepo, wanawake wema wema, kina Rabia al-Adawiya walikuwepo, kina Nafisa bintu Munia walikuwa nafiidishana wote mpaka basi. Nikaona anasema basi hata mwanamke kuwatolea wanaume wana, wana na wanawake mawaiza bila kulegeza sauti, jambo linakubalika, ila neno kwa dalili ziko nyingi, sitaki kuzimaliza zote, audio inafika dakika kumi na nane. Kwa kweli hizi zilizozungumzwa zinatosha kuwatolea mawaiza wanawake najuzu Midhakara inajuzu, sema tu pawe mipaka. Zile habari tuko tunasikia, mtu aliyobebesha mimba wanafunzi zake, e, tunasikia mtu alivunja ndoa ya mwanafunzi wake na mume wake akamuoa yeye e, kama alimlubuni, zichunguzwe na watu kama hao ambao kwenye jamii wako vibaya, wawekwe mbali, lakini tusi leti sheria mpya kwamba ijuzu kufanya hivi na hivi kutolewa kama mawaidha au tuwajibishwe kwamba lazima ukitaka kutolewa mawaidha uweke pazia. Kuna wengine nasikia lazima uweke pazia. Mpaka mimi nienda kwa harusi moja hivi wakaweka pazia kwa wanawake na nyaji. Kuna nini hapa bwana na kazi hii? Nimeona Sheikh Salih Munajjid anasema inajuzu kuwatolea wanawake mawaidha kwa sharti wao wamevaa nguo za kiislamu imejieneza. Sasa, mtu anataka sema wanawake zetu na vavafi baada ndio maana tunaweka mapazia. Ni kuwatolea mawaidha tu. Kuweka pazia si haramu. Lakini kukazia hiyo ndio haikubaliki. Ni kuwatolea mawaidha wanawake na wavavi baada wavai vizuri. Tusilete sheria mpya kwamba kuanzia leo maadamu hawa wanakuja wavai sheria kuanzia leo ni wajibu kuweka hijabu. Tukwambia, tupe dalili hutapata. Wallahu a'lam.